Hii ndio swali ambalo wanaharakati nchini wanauliza baada ya kubainika kuwa hakuna anayefahamu waliko mwanaharakati huyo. Serikali ya Tanzania ilikuwa imetangaza kuwa Wakenya wote waliokuwa wakizuiliwa nchini humo waliachiliwa na kufurushwa. Hata hivyo, Boniface Mwangi na wakili kutoka Uganda Agatha Atuhaire hawajulikani waliko. Ni kweli kuna raia watatu wa kutoka nchi jirani ya Kenya waliingia nchini juzi. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yaani watu kuingia kwenye nchi uh, kwa uhuru. Lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine, unakwenda kufanya nini? Sasa hawa, kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja, na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu. Uh, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili, lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia uh, mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia, masuala ya kisheria na mengine mengi. Nchi yetu inao utamaduni wake na ina taratibu zake. uh, haiwezekani kwa vyovyote itakavyokuwa, mamlaka zikamwacha huru mtu yeyote iwe kutoka ndani ya nchi ama kutoka nje ya nchi, atakayetaka kuingia nchini kwa malengo ya kuja kushiriki katika matukio ambayo yanaleta tishio kwenye amani yetu, kwenye umoja wetu, kwenye utulivu wetu na licha mwanaharakati Boniface Mwangi kutojulikana